Kwa hiyo msituzuie vinywa tusiseme, wala msitutangazie kwamba kan, e, rais amesema kanisa lifunguliwa. Alilifungia kwa nini? Atueleze sababu alizokuwa amefunga hilo kanisa, sababu zilikuwa ni zipi? Hana sababu. Kwa hiyo hatuwezi kuchekelea kwamba oh, kanisa la Gwajima limefunguliwa. Limefunguliwa na nani? ni nani hmm? Tukisema aliyelifungua, oh, vurugu baada ya uchaguzi. Uchaguzi huo, oh, kwani rais alishindana na nani alishindana na nani? Wakati watu walikuwa wameshawekwa ndani, mara wamezuiwa, mara hivi, yani unaona uonevu mpaka unasikia hasira, yani uonevu juu ya vyama vya siasa hivyo vikubwa. Hata bungeni tulikuwa tunaona kabisa, wapinzani wakichangia na kuambia huyo spika atakuja juu ataweka kanuni hapo, lakini CCM ikichangia hamna huo ni uonevu, sio kwamba wananchi hatuoni. Tunaona, tunaona na tunaufahamu. Wala msifikiri kwamba mtatugiribu akili kisa sti mmefungua kanisa, sijui mmefanya nini. Mmefungua kanisa wakati mmeiba vitu chungu zima. Aliyeiba nani? Wakati kanisa ilikuwa chini ya polisi, nani kaiba vile vitu? Pesa zote zimeibwa, hmm? Sasa mpaka tunafika mali tunajiuliza Hivyo polisi, kazi ya polisi ni kumlinda rais au ni kulinda raia na mali zao oh. Yaani tumefika mahali kwamba hatuna mtetezi. Ukienda kwenye JWTZ, Jeshi la Wananchi, lakini linaonekana kwamba ni jeshi la rais. Na ndio maana hata alipo hapa aliapia huko jeshini, manake hao ndio labda waliompigia kura oh. Na ndio wanajeshi wake wako kumlinda yeye tu. Wananchi dakika zote, wananchi ni wakosaji, kila dakika wananchi ndio wakosaji. Rais akosei, anakosea sana tu, mnashindwa kumwambia tu ukweli. Lakini rais angeujua ukweli kwamba anafanya makosa haya, sisi yetu macho Tumesema kwamba wapeni, tupeni wananchi haki. Wanaotaka kuandamana, wapeni haki za kuandamana, walindeni waandamane. Maandamano kama ni ya haki, ni maandamano yao, ndio malalamiko yao. Walindeni waandamane kwa amani, sio mwazuie. Mnawazuia kusema tu, mnawazuia kupeleka malalamiko yao. Hicho ndicho mnachokifanya.